Wananchi wa Iringa tumefarijika sana na mashindano ya rally mwaka huu. Kipekee tuwashukuru sana NBC kwa kuwa sehemu ya uwezeshaji, lakini tumefurahi tumeshiriki pamoja, umoja, mshikamano, burudani, lakini pia tumetangaza biashara, tumeongeza huduma, huduma kwa wananchi umekuwa mkubwa. A, kwa kweli tunategemea mwakani mambo itakuwa makubwa zaidi, lakini kwa mwaka huu NBC tunawashukuru sana, wameonyesha jambo la ziada ambalo limeongeza ukubwa wa mashindano haya. Sisi kama NBC tunataka kufungamanisha michezo hii na swala la utalii. Ukiangalia hapa Iringa kuna mbuga ya wanyama ya Ruaha na sasa hivi pia sasa hivi pia Air Tanzania tunaleta watu kuja hapa Iringa, nadhani miaka mbele zaidi tutakuwa tukipromote zaidi mbio za magari ili kuweza kuwavutia Watanzania wengi, watoke Dar es Salaam na mikoa mbalimbali waje kuitumia utalii na baada ya hapo washiriki michezo. Well, thank everyone for

ya changamoto yoyote kuanza salama na kumaliza salama, kila mmoja wetu washiriki pamoja na officials na wote waliokuja kutizama wamefurahika na hili ambalo limetokea kutoka NBC. Daima karibu nawe.